Siku ya leo tumefanikiwa kupata washindi wetu ambaye ni Mr. and Mrs Chusi ambapo wamejishindia ambapo wamejishindia safari ya kwenda Zanzibar ambapo watasherehekea siku yao wapenda nao siku ya, uh, wakiwa Zanzibar ambapo tumewaandalia package yao mahususi kabisa. Wakifika huko wataweza kuenjoy na kufurahia siku yao uh, Kitengo cha huduma kwa wateja kinaendelea kufanya mengi na makubwa zaidi mwaka huu kama tulivyoadhimia mwaka jana katika kutoa huduma bora pamoja pia na kuhakikisha kwamba tunawahudumia wateja wetu na, na tunawapa kile ambacho uh, kinakidhi na katika ubora mkubwa sana. Hivyo basi, nipende kutoa shukrani kwa wateja walioshiriki uh, program hii na nawasi waendelee kushiriki program zijazo ili waweze kupata nafasi na huduma bora pamoja na vitu vizuri kutoka Halotel. Uh, nipende kutoa shukrani za dhati kwa washiriki wetu na kuwapa hongera sana na kuambia Halotel iko pamoja nao, na pia ningependa sasa kuwakaribisha waweza kusema mawili matatu juu ya ushindi wao na wanachokitegemea kukipata huku watapoenda. Nikifikiri kama masihara, lakini mwisho wa siku akanipigia tena maa, nilipigiwa kama mara tatu hivi, nikaona kweli nimeshinda, nikamtaarifu wife na yeye hajaniamini <laughs> okay. Okay. Maandalizi mm. Uh, kutoka nyumbani hadi kufika hapa alikuwaje? <coughs> Bado ulikuwa na ile kwamba sasa na kitu kilichopigiwa simu ndo sahihi naenda kukipata au bado ulikuwa hujiamini hadi ulipofika hapo? Yani mpaka nafika mpaka sister paa, anakuja kunipokea yeah ndo nimekuja kuamini kweli, nimeshinda maana. mm -hmm. Wife ulimwelekeza? Alikataa kwanza kuja, alikataa <laughs> <laughs> <laughs> kuja mpaka nikamwelekeza sister, ana tusubiri hapa, ndo then akaamini, akajiandaa ndo akaja.